Okay. Yeah, ya kwa ufupi ni kwamba safari ipo na tunaendelea nayo na nashukuru katika kama mimi na timu yangu ya Timamu African Media tayari tumeshaanza watu waza kwenda mbali. Kwa hiyo kama utakavyoweza kuona filamu nyingi tumezifanya na zimeenda kupata tuzo Marekani na sasa hivi mimi niko Tanzania lakini pia niko naongeza ujuzi Marekani. Niko nasoma Marekani, niko likizo kwa ajili ya kufanya filamu ya kuipeleka kwa ajili ya chuo changu kinitafutie kuipenyeza zaidi. So kwa hiyo yani safari ipo, yani hatuwezi kuishi hapa. Actually, mimi sasa hivi soko la Bongo kidogo limenitoka nahisi na, na ni kujiuliza nitaanzia wapi kusambaza sinema mm, lakini kwa nje ndo napo focus kwa sasa hivi, niko naangalia michakato namna gani nitasambaza sinema zangu nje ya Tanzania. Haya, leo kama kuna swali. Asante baba. Kuna mtu hapa ametuma message anasema, Kevin kutoka busa, huyu anaitwa, anasema, anauliza kati yao ni nani mmiliki halali wa movie ya Dogo Masai aliochukua tuzo Marekani hapa. hmm, kimbebe Mbona umechukua macho, tupate jibu, nani mmiliki halali wa sinema mm, ya Dogo Masai na nani? Ndio sinema ambayo mimi najua ilifanya vizuri na imechukua tuzo mm. Tuzo ngapi imechukua? Tuzo nne sasa hivi e, tuzo tuzo hizi zimetokea nchi gani? A uh, tuzo kutoka nchini Marekani ngapi? Marekani ya yeah, actually zote zote, zote. sababu ya yeah, huku uh, ilikuwa dominated uh, zif, lakini ya kushinda yeah. Lakini Marekani ilishinda kutoka Silicon Valley mm. Alafu ikashinda kutoka California via the State Award mm. Kwa hiyo hizo ndio tuzo ambazo nimechukua mpaka sasa hivi, na nikijibu swali la la la, la, la mtu aliuliza kwamba nani mmiliki mm. Nadhani naeleweka, mmiliki ni mimi ambaye ni producer na director wa filamu hiyo, kwa hiyo naimiliki na mpaka sasa hivi bado ni mmiliki. na amini uh, wengine wanaoshiriki ni kama ninavyojua utaratibu wa sinema. Wengine wanashiriki waigizaji, kama ni mwigizaji na wengine waigizaji, wengine ambao wameshiriki, kina Tino Moya na nani, lakini mmiliki halali ni Timoth Conrad Kachumia.